Kwa miaka mingi, wakazi wa Tiaty kaunti ya Baringo wamehangaishwa na ukame, hali ambayo imeathiri wanafunzi na jamii kwa jumla. Lakini kwa sasa wana sababu ya kutabasamu baada ya Shabiki.com kutoa msaada wa matangi ishirini ya maji kwa shule za msingi na upili katika kaunti hiyo. Mvua ya masika imebisha hodi na hatua ya Shabiki.com kutoa msaada wa matangi naambatana na msimu huu, kwani sasa wakazi katika kaunti ya Baringo wataweza kuhifadhi maji kwa matumizi ya baadaye. Wanafunzi waliokuwa wakitumia muda wao mwingi kutafuta maji, sasa wataweza kuweka juhudi hizo darasani kwa hisani ya Shabiki.com better. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koske alisisitiza kwamba serikali itaendelea kushirikiana na mashirika ya kibinafsi ili kuboresha maisha ya wa Wakenya. Ili sisi tufamie area hii na maendeleo, serikali ingie, donors waingie, makanisa ingie, na hii area itabadilika na itakuwa area mzuri. Kuna wale walikuwa hapa wanaitwa Shabiki.com ambao wametusaidia 20 10,000 liter tanks plus sanitary pads. About 1, 500, uh, boxes of sanitary pads. Shule sita za upili na 11 za msingi zimefaidika na mpango huu. Mwaka jana Shabiki.com ilisambaza matangi 60 kwa jamii mbalimbali mbali kote nchini. Mpango huu ukianza tena rasmi mwaka huu. Steve Shitera, runinga ya Citizen, Koloa, Baringo. Kutoka Baringo turejee tena studio, mi nipate fursa ya kupumua kidogo kabla ya kuwajia na taarifa mbili tatu zilizosalia ikiwemo spoti.